Kwa mujibu wa taarifa yao kwa vyombo vya habari, viongozi hao wamesema serikali haijahusisha vipasavyo vyombo vya habari vya maeneo ya mashinani, hali inayozuia upashanaji sahihi wa taarifa muhimu kwa wananchi. Na swala ambalo ningependa mimi kuongelea haswa ni kuhusu zoezi linaloendelea la kuandikisha wapiga kura wapya. Ni zoezi ambalo limeanza takribani siku nane zimepita, lakini E, mtazamo wetu ni kwamba ni zoezi ambalo limeshaanguka tayari kabla ya kuanza kwa sababu ya kutohusika kikamilifu kwa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Maanake, tunaviongea hivi, hao wenzangu wa vyombo vya habari mbalimbali hawajapata e, tangazo lolote kutoka kwa tume ya uchaguzi na mipaka nchini kwamba elezea wananchi hivi, elezea wananchi hivi kwamba kuna zoezi limeanza la kuandikisha wapigaji kura na ndiposa unaona kwamba Kenya mzima hadi jana tukiongea hivi ni kwamba chini ya wakenya elfu nane ndio waweza wameweza kujisajili kama wapiga kura wapya. Kwa nini tuende njia hii? Ni kwa sababu vyombo vya habari ni muhimu sana katika kupitisha ujumbe. Iwapo kuna zoezi lolote la serikali linafanyika. Basi kuna ile ambayo kwa Kiingereza inajulikana kama civic education, yeah. Na civic, mm-hmm, education haiwezi fanywa na word of mouth, na mdomo. Inafanywa kupitia kwa vituo vya habari, redio, televisheni na njia zingine. Kwa hiyo tume na, ya uchaguzi na mipaka nchini, e, mnajukumika kwamba muweze kutueleza wapi labda fedha, sababu tunaona kwamba fedha zikitoka unaona control of budget ya, anaonyesha IEBC kuna pesa hizi zimetoka, zina kusimam, zinasimamia matangazo ya habari, mambo ya media and publicity inakuwa captured katika mipangilio yote ya IEBC. Tungependa kuuliza tume ya uchaguzi na mipaka nchini, pesa za civic education kupitia kwa media houses ziko wapi? Aidha, muungano huu umetaja ukosefu wa usaidizi wa kifedha kutoka kwa serikali kuwa kizingiti kikuu kinachokwamisha utendakazi bora wa vyombo hivyo licha ya mchango wake mkubwa katika kukuza maendeleo ya jamii. Viongozi hao pia wamewasuta baadhi ya viongozi wa kisiasa kutoka eneo la magharibi mwa Kenya kwa kile walichokitaja kuwa kupuuzilia mbali vyombo vya habari vya eneo hilo, wakisema vimekuwa vikitengwa katika shughuli mbalimbali za kijamii na kisiasa. Wameongeza kuwa wananchi wengi wa eneo hilo hawana fahamu wa kutosha kuhusu masuala muhimu kama vile kujiandikisha na kudhibiti taarifa zao za kura, na wakashauri serikali kuwekeza zaidi katika vyombo vya habari vya eneo hilo ili kusaidia juhudi za uhamasishaji wa elimu kwa umma. Regional stations are so key and important to give information to the ground. Sisi tunasema hivi ndio pia serikali kuu iweze kufikia ma, malengo yao katika mashinani watumie vituo hivi usiku na mchana kufikisha taarifa na habari na ujumbe, ili watu waweze kufaidika. Unapata kuna mradi mzuri lakini watu hata hawana taarifa kuhusu. Viongozi wanasiasa wa Western Region wame wametuachilia sisi kama vyombo vya habari, na wanakuja upande wetu upande wakati wa siasa, wakati wa election ndio wanakuja tusaidie kava hapa na pale lakini wakishapata vyeo wakishapata position zao hakuna viongozi ambao wanakuja kusupport media houses za western we don't just talk on air for free we have bills to pay and serious bills to pay we have licenses to pay we have licenses to pay at national level and at the county level we spend money to employ people who will be your voters

he empowers those media houses yes. how many times have you leaders of western brought the president in mm. any of our local media houses yes. in western kenya None. when he comes you hide with him in his state lodge mm. you tell him you are fitina mm. you are given your mongao mm. and you run home

It will take us a hundred years before. Kwa sasa viongozi hawa wametoa wito kwa serikali kushirikiana kwa karibu na vyombo vya habari mashinani ili kuimarisha wazi uwajibikaji na ushirikishwaji kwa wananchi katika miradi ya maendeleo. Nikiripotia runinga ya Tandao, mimi ni Alex Wekesa.